Mimi naweza kuwashauri wasichana wenzangu pamoja na mimi mwenyewe kwamba tutumie mitandao hiyo kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe. Ndio. Tuweze kutumia mitandao hiyo kwa ajili ya kupata taarifa, kusomea, kuweza kuconnect na watu wengine ambao wanaweza kutupa faida. Ya, tusitume zile picha ambazo zin, tunajua kabisa sisi wenyewe zinaweza zikatuletea madhara. Kama Fatma alivyosema kwamba unatakiwa pale unapotuma unapo, unapo picha uangalie ni mavazi gani uliovaa uangalie na watu ambao unawatumia picha, maana watu wengine wanaweza wakatumia picha zako kwa ajili ya vitu mbalimbali. Kwa upande wangu ambacho ningeweza kuwashauri ni kwamba mtandao mtandao, mtandao ni kitu ambacho sio si, si, si, kizuri hmm, wala sio kibaya, inategemea hmm, na wewe unavyokitumia unaona, wewe ndio utakaofanya kwamba mtandao uwe ni mzuri au uwe ni mbaya. Sasa ni ishu ni kwamba ni watu wajue kwamba kutumia mtandao kwa ajili ya vitu ambavyo ni salama na vitu ambavyo vina manufaa kwao na kwa jamii kwa ujumla. Maana kuna, kuna, kwa mfano kwa upande wangu, mimi natumia kwa ajili ya kujifunza vitu pamoja na kutangaza biashara zangu, na pia kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufanya ukajiingizia kipato kupitia mitandaoni. Kwa mfano YouTube, ukitengeneza videos huwa wanalipa, vivyo hivyo na mitandao mingine kama hiyo. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza kutumia kutengeneza manufaa kwao na kujisaidia wao pamoja na jamii kwa ujumla. Baada ya kufanya vitu ambavyo vinaleta effect kwao tena ambayo italetea shida mm. na kama ulivyosema, mtandao hausawa mm. chochote unachokeka mtandaoni, hata kama ingekuwa ni miaka kumi iliyopita utaweza kukitafuta na kukikuta vile.